Awali ya yote, ndugu zangu katika imani, nina wausieni pamoja na kuitanguliza nafsi yangu juu ya wasia huo, si kwa lingine isipokuwa ni kwa suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani wanadamu au katika maisha ya wanadamu wawanapitia katika hali mbalimbali mbali. Wanapitia katika kipindi cha kuwa wanafuraha ni wenye kufurahi kutokana na neema ana rahma mbalimbali mbali ambazo Mwenyezi Mungu amewapa na kuna kipindi wanakuwa katika hali ya huzuni na majonzi kutokana na na mitihani mbalimbali au na hali mbalimbali zinazowapata kutokana na shida mbalimbali mbali. Wanapokuwa kwenye kipindi cha furaha basi, wakati mwingine ile furaha iwe inawazidia mpaka wanafikia kuchupa mipaka, wakaja wakayafanya mambo mbalimbali mbali ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aina mbalimbali mbali ya mambo machafu, mambo ya anasa na mambo mengine mbalimbali, ambayo yanawapelekea ya wao kupata madhambi kutokana na ule ukubwa wa furaha zao. Lakini vilevile katika kipindi cha huzuni cha kupata huzuni na shida mbalimbali, vile vile wakati mwingine hupelekea huzuni ile ikawa imewazidia mpaka wakafikia vile vile kujiingiza katika kumuasi Mwenyezi Mungu na mambo mengine mbalimbali ya madhambi. Wapo wanaochukua mipaka zaidi, wengine mpaka ikafikia hatua hata wakaweza kuzinyofoa roho zao kutokana na ugumu na ukubwa ile shida aliyokuwa nayo. Kwa hiyo kila upande wa mwanadamu anapokuwa na furaha, anapokuwa na huzuni, basi huwa anafikia hatua inapomzidia ile furaha au huzuni, basi akachupa mipaka. Sasa tupeane nasaha leo na kukumbushana kwamba katika hali zote mbili hizi za mwanadamu anazopitia za furaha na huzuni, wajue kwamba yupo mbele yao, yupo juu yu yao, anayewakontrol wao, anaowasimamia wao katika maisha yao yote na mambo yao yote, na si mwingine isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Yeye ndiye aliyewaumba na yeye ndiye anayetoa na ndiye anayesimamia kila mambo yao katika maisha yao kutokana ya na mambo ya riski na mambo mengine mbalimbali. Hivyo basi, yule atakayekuwa katika kipindi cha furaha na raha kwenye maisha yake kutokana na pengine Mwenyezi Mungu amejalia kheri, amempa mali, amempa maisha ni mazuri, basi huyu amshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na endelee kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini vile vile katika ile mali yake au na katika ile neema au rahma ambayo Mungu amempa, basi awakumbuke na watu wengine katika jamii ambao eh ni wale walikuwa masikini, walokuwa mafukara na wengine walikuwa na shida mbalimbali asiwasahau watu hao, awakumbuke katika kuwafanya hasani, na hasa tena, akaanza itakuwa vizuri zaidi, akaanza kwa wale ambao waliokuwa na ukaribu wao, ukaribu nao katika nasaba zao, lakini vilevile na yule ambaye akawa kwenye kipindi cha kuhuzunika, hana furaha hana amani katika maisha yake, vile vile huyu naye apasa ajue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyejalia vile hivyo. Basi naye ajizui na kuchupa mipaka, bali aendelee kumwomba Mwenyezi Mungu kutafarahi, kwa Mwenyezi Mungu kumwomba Mwenyezi Mungu amsuruhishie katika lile tatizo au ule mtihani aliokuwa nao siyo kwenda kinyume na hivyo akawa anapituka mipaka haya tunayosema. Lakini tuende kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayotuongoza kwenye haya tuliyosema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anasema nini kwenye kitabu chake kitukufu katika sura Rum? Anasema, wa idha adhaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim

Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ya kwamba, na tunapowaonja watu tukawapa rehma na neema mbalimbali, hufurahia rehma hizo, hufurahia neema hizo, wakawa ni wenye furaha, kama tulivyotangulia kusema wamsaya. Lakini inapowapata shida, maafa, tatizo tena kwa yale ambayo imechuma wamechuma kwa mikono yao wenyewe, basi ghafla utaona wao wakikata tamaa. Na wakati mwingine katika ile mitihani au shida zinazopata wanadamu, twajifunza hapa kwenye maneno hayo ya kwamba zinginewe wazinatoka kutokana na wao wenyewe, kwa yale walioyachuma wao wenyewe, Wakawa wamesahau Mwenyezi Mungu, wakawa wanafanya maasi, wanafanya madhambi, wakaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu watia kwenye mitihani na mashida. Na kama alivyosema kwa maneno yake mengine, anasema katika sura Ra'd kule, aya kumi na moja, anasema inna Allah la yughayiru ma biqaumin hata yughayiru ma bianfusihim waidha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min wa. Asema hata Mwenyezi Mungu habadilishi yale kwa watu, kama ni neema au ni shida, hata yughayiru ma bi, mpaka wenyewe wabadilishi yaliyo ndani ya nafsi zao wa waidha arada Allah biqaumin su'a, na anapotaka Mwenyezi Mungu kwa watu eh, jambo baya mtihani, basi fala maradda lah, hapana wenye kurudisha hilo, hapana mwenye kuzuia hilo. Wama lahu mina na, hawana wao yoyote mbali na Mwenyezi Mungu atakayeweza kuwaondoa wao, kuwaondolea wao jambo hilo. kwa hiyo ndugu zangu, katika hali zote tulizozieleza ambazo zinatupata sisi wanadamu, za furaha na shida, basi tutambue kwamba yupo aliyetuumba, ambaye ndiye yeye anayesimamia hayo. Sasa tunapopata furaha, tutambue tujue kwamba si kwa ujanja wetu kama ni neema au rahma ile tuliyoipata, si kwa ujanja wetu wala si kwa mipango yetu wala kwa mbinu zetu, isipokuwa ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio. Hivyo basi, kwa kuwa yeye ndiyo aliyotupa neema hizo na furaha hizo, basi na sisi ndiyo tumshukuru yeye kwa kumtii, kwa kufanya ibada na mambo mbalimbali ya khairati, tuyafanye kwa kupitia riziki ile ambayo aliyotupa kwa kupitia neema ile rahma ile ambaye ametupa, ili vilevile vile tuweze na kuwakumbuka wenzetu ambao Mwenyezi Mungu amewapa mitihani ya shida mbalimbali za njaa na mambo mengine, tuwafanyie ihsani. Lakini vile vile tunapata shida, basi kwanza tutazame vile vile. Shida hii, tatizo hili, mtihani huu au balaa hili limepata kutokana na nini? Tukigundua kama ni kwa kadha yake tu Mwenyezi Mungu, basi tutabarai, tuzidi kunyenyekea na kumwomba usiku na mchana, lakini tukitambua kwamba inatokana pengine na maasi yetu wenyewe, matatizo yetu wenyewe, basi tulete istighfari kwa Mwenyezi Mungu, tumtwake msabaha. Lakini vile vile tuendelee kumwabudu na kutadhara. Fa ya ibadallah yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ki kitabihi alkarim

kwausieni na kuitanguliza mwanzo nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Ndugu zangu katika imani, tumeona katika hutuba yetu ya kwanza ya kwamba miongoni mwa hali za wanadamu katika maisha yao, basi kipindi wakapitiwa, wakawa ni wenye furaha na kuna kipindi wakawa ni wenye shida. Kwa hiyo katika hali zote hizi tumekushaeleza namna gani tuwaweza kukabiliana na yote mawili. Furaha tuikabili tuwe, tuwe, tuwe, tuwe vipi? Tuwe watu wa namna gani? Lakini na shida tuikabilie vipi? Tuwe watu wa namna gani? Kwa kumalizia mazungumzo yangu, ndugu zangu katika imani, kubwa kabisa na jambo muhimu ni tutambue kwamba sisi ni viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yeye ndiye kila kitu kwetu, ndiye anayesimamia na ametuleta hapa duniani si kwa lingine, ni kwa ajili ya malengo ya ibada, tumwabudu yeye na tuachane na kumwasi, kama vile alivyosema kule, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu wama umiruu illa liyabudu llaha mukhlisina lahu din hunafaa wayuqimu salata wayutu zakata wadhalika dinul qayyim. Aya zote hizo zinaeleza kwamba ujio wetu hapa duniani kwamba tupo kwa ajili ya ibada, na hatukuamrishwa ila tumwabudu yeye tena, mukhlisina lahu, tumahalisie dini, tuwe na ikhlasi, tufanye ikhlasi katika mambo yetu mbalimbali, tuyapale kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tupondokee kwake na kufanya hivyo, ndio dini iliyo madhubuti kabisa kwetu sisi. Kwa hiyo kubwa zaidi, muda wote katika maisha yetu yote, katika mambo yetu yote, tuyafanye katika misingi ya ibada, kiibada, ibada katika misingi ya twaa, na tuepukane na misingi ya maswa. Na nayo ibada siyo kuswali tu na kufunga na mwingine hapana, wasema al naztukambia, al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yarda min al aqwal wal a'mal al zahir wal batin, kwamba ibada ni jina linalokusanya kila lile aliloridhia Mwenyezi Mungu katika amali zako mbalimbali za dhahiri na za batini kwa kupitia maneno yako na matendo yako. Na Uislamu kwa mfumo wake ulivyokamili ndio maisha yetu sisi Waislamu wanadamu. Hivyo hakuna lililoachwa, hata kutembea kwetu barabarani uslauelekea tutembee vipi, hata tunapokwenda msalani kusaidia tuende vipi, tutoke vipi, hata kulala, hakuna kilichoachwa. Kwa hiyo ni wajibu kwa mwislamu, kwanza kabisa kwa kwa mwislamu, wa kuwaini mwislamu aujue uislamu wake sawasawa na afuate zile njia ambazo ameziweka wazi, ameziainisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini yetu hii, ili tuwe ni waja wema, tuwe ni waja wema kwa Mwenyezi Taala na hatimaye kupata radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Tutumie vizuri fursa zetu za, za maisha, kwa kila fursa aliyokuwa nayo mtu wa kila neema aliyokuwa nayo aliyoipata kwa ajili ya kuradhi za Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile mitihani mbalimbali aliyopata, vile vile aipit, aipit, aipitie kwa namna ya misingi ambayo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anaitaka na kuiridhia ili kuweza kutupa huruma yake. Fa ibadallah rahimakumullah, wa alamu anna Allaha amarakum amran adhima